Anacheza uzuri sana mlinzi wa kati kwenda kuondosha mpira ule, bado anajipanga taratibu mno, huenda ikawa ni nafasi ya kutengeneza mpango. Chuga, Juma Isa Abushiri, huyu ndiye nyota ambaye nilikwambia. Abushiri, miaka 17, timu ya taifa ya Tanzania, alikuwepo kule Morocco. Kocha wake Grey Morris Shamrose ni nyota ambaye amekuzwa kwenye kituo cha Fountain Gate na sasa wanaanza kutumia matunda ya Juma Isa Abushiri. Kumbuka zamani, kama kumbukumbu zangu ziko sawa, Gwambi na pale, ile timu ikiwa chini ya Melis Medo hey. hey. Anachokifanya Isa Juma Abushiri ni dhahiri kwamba anajiweka sokoni kama atakuwa na kiwango hiki hiki kwa msimu mzima ama nusu msimu sijui. E, sijui kama tutaendelea kumuona huku Tanzania. itukara amechukua utamu sana. Jimson Mwinuke, ile inatengwa tena, moja, mbili, tatu. Juma Issa, huyu amewapunguza. Issa Juma nawekwa chini, mwamuzi anasema ni madhambi yale, amefanyika Juma Issa Abushiri unaonekana kuwa mwiba mchungu kwelikweli kwa likuwa likuwa walinzi wa Dodoma Jiji. Kijana mdogo mno anawachachawiza na walinzi wanajikuta wanachacha, waangalia alipoipokea hapa, akaondoka bwana, akapewa tena huyo Juma Issa, akampunguza wa kwanza, akatulia wa pili, akawekwa chini muamuzi akasema weka hapo. Juma Issa Abushiri, Fountain Gate walitulia kwenye kufanya scouting, ingiza ndani mpira mrefu tena nafasi hii hapa, oh, namna gani Abushiri we ah! Juma Issa Abushiri naonekana mguu wake wa kulia anautumia sana kutembelea kupandia kitandani na kuvukia barabara tu, maana kama angekuwa anatumia mguu, ana mguu wa kulia, anajiseti, anaucheza na mguu wake wa kuume, anaiacha ile. Abushiri ameachia pasi moja, Munawara huyu hapa, anakuja, mwinuke, jaza ndani kule, sasa nafasi Historia inamkumbuka miaka dakhari nyote. Huyu Mukrim Abdishehe anaandika historia hapa, anapiga utosi wa maana, goli kwelikweli na mpira ule moja kwa moja unakwenda kuzama kwenye kamba. Fountain Gate moja Dodoma Jiji, bado wanajenja mduara